Assalamu uh, aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, wasikilizaji wetu uh, na vipenzi wa Iko Wapi Zamani, karibuni katika kipindi chetu maalum, kipindi munachokipenda ambacho kinachowapa taarifa kamili kuhusu uh, mchakato mzima wa soka ya Mombasa, hali yake ilivyo na mbele mustakbal uko vipi? Karibuni katika kipindi chetu cha leo, na tukiwa na wageni katika studio yetu uh, uh, tunaye kwa upande wangu wa kulia mzee wetu uh, mzee Awad Barafa former referee. Mzee huyu ametulea sisi kwa kushika firimbi, akitupiga yellow card na red card <laughs> bila ya mchezo, yote hii ni kutufundisha nidhamu, na leo tutajua maana ya nidhamu kutokana na yeye. Upande wangu wa kushoto ni former coach wa Harambee Stars coach Tahir Muhiddin, na ni coach ambaye ametu coach wengi sana mitaani tukainukia. Ni mtu ambaye ametupa maarifa mengi ya kuendeleza soka yetu na tunamshukuru kwa juhudi zake zote hizo. Karibuni leo katika kipindi chetu tukiwa pamoja hapa katika meza hii. Aa, kutaka kuangazia kuhusu mustakbal wetu na vijana wetu sasa hivi tumekuwa na jumuiya hii ya uh, Iko Wapi Zamani, na ni jumuiya ambayo ni chombo muhimu sana kwetu sisi cha kuweza kutusongeza mbele kimpira ki uh, tayari tumefungua uh, jumuiya hii, taasisi hii tumeifungua, ikiwa katika uh, mfumo wa CBO, na CBO pia mtajua hasa katika mazungumzo yetu leo ni kitu gani na malengo yetu hasa ni yapi. Juu ya yote haya, sisi tutahitaji sana usaidizi wenu, wasikilizaji wetu, mjitokeze mtuunge mkono kwa sababu jambo hili ni letu sote. Uh, Mzee Barafa tafadhali bwana, karibu katika mjadala wetu wa leo. Shukran, sauti kidogo kwanza. Nashukuru alhamdulillah kwa kuwa hapa Uh, safari so hii imekuja wale asubuhi na nimewahi na kile jambo, jambo la, jambo la kusaidia umma wetu. Nashukuru kama kwa ulivyoambiwa kwamojine Barafa. Na kwanza, tunamshukuru tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuiweka hii Iko Wapi Zamani ambayo imeleta mambo mengi ya zamani ambayo tulikuwa tumeyasahau, yamefufuka fufuka kidogo, alhamdulillah. Ma, ma, kazi ambayo tunataka kuifanya zaidi sisi ni kwa nini zamani imekufa kila kitu kikifa hakifufuki, lakini sisi inshallah tutaka kujaalie kujaali, tuangalie tuirudishe mambo yetu ya zamani pata watoto wetu. Kwa nini watoto wetu hawana stadium? Kwa nini watoto wetu wana michezo kama zamani? Kwa nini watoto wetu leo wote wameharibika? Ni kwa sababu yale ya zamani hayako tena. Na fikiri sote tuko hapa na mwelekeo wetu ni kutengeza umma wetu, na inshallah malengo yetu Mwenyezi Mungu atajalia yawe na tuko na chairman hapa, namshukuru leo kwa Kenya tukuzungumza naye kutoka nje, na ndio ameiunda hii. Na kochi wangu hapa ambaye nilikuwa naye kabla sija retire kwa kuni ni mchezaji kwa coach bado, na mtazama sote hapa malengo yetu ni football. Kwa hivyo baadaye atakuja mingine, wacha nipatie coach pia naye inshallah azungumze kidogo. Naam, asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu wa Nashukuru kwa heshima kubwa hii ya kupewa na muasisi wetu wa, Uko Wapi Zamani, kuja kuzungumzia mambo ya, ya mpira wetu kwa Mombasa, namna tutakavyourudisha uhai wake, ili mustakbali wa vijana wetu we utakuwa n yani una mshiko mshiko fulani, wana, wana kitu cha kushikilia cha kuwasukuma mbele kama tulikuwa nacho sisi zamani, na tutakuwa tayari sisi kwa ile elimu kwa uwezo Mungu aliotupatia. Nimekuwa na uzoefu mkubwa na mambo ya mpira, nimetumbia nimetembea karibu dunia nzima nikijionea mambo ya mpira tu, kiona mambo ya vijana, mambo ya wazee. Nakumbuka nilipokuwa Ujerumani kila Jumatano kulikuwa na mashindano ya wazee. Huo walikuwa mwaka elfu mbili 2000 kila Jumatano, wazee waliocheza World Cup final ya 1966 walikuwa wanakutana kila Jumatano wakicheza mechi na wazee kutoka mikoa mingine mingine. Hiyo ni kuonesha, wengi wao walikuwa miaka 60 na kwenda mbele au miaka hamsini na tano na kwenda mbele. Kwa hivyo wazee wa kule, wapi mahali kama Japani, wapi wazee, yani ni si, si kama wazee, huwezi kuita ni wazee, watu wana wako katika hali nzuri ya kiafya, yani kwa jumla ya mambo ya kiafya, akili nguvu nini. Sisi hapa shida, mtu amefika miaka arobaini na tano hamsini anajiita mzee na kubehave kama mzee wa miaka sabini themanini. Kwa hivyo tunataka kuondoa hayo, tunataka kurudisha wazee viwanjani pamoja na vijana wa sasa, na ndio tumeanza safari yetu hii ya maana. Inshaallah Mwenyezi Mungu atatuongoza. Uh, mashaallah. Uh, huu ni ufunguzi mzuri sana kutoka kwa wageni wetu wa leo na pengine tupelekane kidogo kidogo kwa kutumia maswali na jawabu, ili tuzidi kufafanua yale ambayo tunayotaka kuyaeleza. Hili suala kwamba mpira uanze mashinani kama zamani ilivyokuwa, palikuwa na ligi kwanza za skuli. Hizi skuli umuhimu wake ni upi katika mujtamaa wetu kuupeleka mpira mbele, Bwana Barafa? Uh, shukran uh kama walivyoona zamani mpira kwa huendelei, kila mtu alikuwa akiangalia maskuli zile ligi zile, eh, uh, za skuli ilikuwa koni, wale scouts walikuwa wakizifuata sana, wengine wakitoka nje wakifuata scouts wa ligi zetu za Mombasa, zile ligi za skuli ndio watoto wetu wote wamepitia mpaka skuli nyingine zilikuwa zinatafuta wale watu wadogo wadogo ambao hawasomi skuli wanawachukua, ili kutengeza skuli zao, na zilikuwa zinajulikana zinachukua vikombe vyote tuna na na, na una imani na roho yetu kwa timu zetu za Mombasa, zinachukua zinachukua maplea wetu wadogo wadogo. Zile skuli zetu ndizokuwa roots za mipira yetu ya Mombasa. Leo mipira yote ile skuli zote zimekuwa zime mipira yao, na mpira ndio nafikiri ndio, ndio sababu ukona hata mpira wa Mombasa umekufa kabisa kwa sababu michezo ni, ni vijana si wazee. Ikiwa vijana hawana michezo hakuna michezo. Kwa hivyo mimi naona ingekuwa ile jambo lilotaja skuli, tungeanza na ligi za skuli kwanza, tukaziboresha zitakuja automatically, timu nyingine zitaanza kutoka zile. Kwa kumbuka mimi, kwa skuli, za skuli, wakumbuka mimi nilipokuwa skuli nikimaliza saa kumi na kimbia bomani kauta mpira a mpira leo, kuna Wananyuki, kuna ngapi? Kulikuwa na timu nyingi sana, na wengine ni hivyo. Kulikuwa na kila ground mahali, utakuta watoto wakimaliza primary wakimaliza secondary wanakimbia uwanjani. Leo hakuna, zile zote zimefanywa, zimeondoka kwa, kwa, kwa nia za watu ambao hawazitaki ziwe pale, wapate mambo mengine. Mungu asitupeleke huko, tuzianzishwe tuanze ligi zetu kwa kupitia skuli mwanzo kwa hivyo tuseme kuwe na kitengo maalum ambacho kitajihusisha na idara ya elimu, kwenda ku uh, kuomba nafasi, kwa sababu kama mfano alioutoa goalkeeper Mohamed Magogo ni mfano hai kabisa wa kuzungumza pale, aliposema ya kwamba kwa nini ikifika wakati wa ile somo tukiliita PE, PE, PE physical exercise PE, PE, watoto wafundishwa kucheza na mwalimu wa PE, yaani mwalimu ambaye hajui hata mpira wala hajui sheria za mpira wala hana uzoefu wa mpira. Akasema, kwa nini, kwa nini tusitafute watu ambao wamefanyiwa coaching ya mpira, kisha wakawa wanawatrain wale watoto, wanawafanyia hawa hawa makocha, scouting. Wakipata information player mzuri, kunakuwa na network communication katika mji kwamba bwana, namba tisa nzuri, nendeni skuli fulani na basi, golkipa mzuri, naendeni mahali fulani. Huu ni mpango mzuri, lau tutaweza tuta kuzingatia. Sijui coach Twire utaangezea vipi katika suala hili? Kwa kweli mpira sahii umegawanyika sehemu tatu. Unaweza kusema kuna mpira wa chekechea ambao inaitwa grassroots, alafu kuna mpira wa vijana ni youth, na mpira wa watu wakubwa ambao si wa kulipwa, ambao ni semi amateur amateur football, na mpira wa kulipwa. Sasa ni sehemu nne hizo. Kwa kweli, shirikisho la mpira duniani FIFA, kwa miaka mingi sasa, wameangazia sana mpira wa chekechea. Mimi nimesafiri nchi nyingi sasa, nimesomea pande za Brazil kule, kwa tukienda klabu ya Flamengo, ukiona na watoto wa umri wa miaka minne tu, minne hadi sita na wanaletwa na wazazi wao. Walikuwa na programu za watoto ambao wanaenda shule mchana, kwa hivyo wanaletwa pale asubuhi, wanafundishwa na training mambo yote ali tangu umri wa miaka minne kuna wengine wanaletwa mchana, wanaenda shule asubuhi, mchana ndio wanakuja viwanjani. Kwa hivyo mpira wa chekechea umeanza miaka minne hadi mpaka kumi na tatu. Tunaweza kusema zamani kwetu hapa tulikuwa na mashindano kama kama hayo tu, tulikuwa hatuna tofauti na nchi za nje, ndo mpira wetu ukawa vile vile, ulikuwa mpira ni kiwango chake kilikuwa sikwa ni kiwango, kiwango cha juu sasa kulikia sutohamu baina ya mashule na makocha ambao walikuwa si walimu wa shule, walileta vurugu sana. Makocha ndo wakaharibu waka, waka, waka sasa makocha wa nje, sasa wana, wa nje ikabidi sasa wanataka kulipwa mapeni ambayo si haki yao kwa daraja zile za shule kuwa nataka pesa nyingi uni, au kuharibu watoto na mambo mengi walifanya makocha wa nje. Na ikawa pia hapa kwetu ilitokea vurugu baina ya Wizara ya Elimu na wizara yani ya na shirikisho la mpira, ikawa ikapigwa marufuku sasa a, makocha ambao si walimu wasiende mashule kwenda kufundisha. Sasa hapo ni mpira wetu ndio ulianza kufia hapo pia, kwamba mm. makocha wa kisasa ambao wana wana vyeti wana nini, wamesoma, hawezi tena kwenda kufanya coaching kwa watoto, na mpira unaanza kwa watoto, ule msingi mm. msingi wa mpira unaanza kwa chekechea. Uh, wajuzi wa maarifa zaidi kama kina Arsene Wenger hawa mm. wanasema, mtoto akifikia miaka kumi na nne na ajui mambo ya control ya board ajui kidogo maarifa ya kimpira mpira, basi sahauni huyo, hawetena mchezaji wa kutegemewa. Kwa hivyo makocha wakakatazwa, ikawa sasa. Ni hayo ndio sema mwasisi wetu waalimu wa PE sasa ndio ikawa, na PE ni, ni physical education si, si mpira. Hawafundishwi mpira, ni ma, mazoezi ya viungo, ruka hapa pale, sijui fanya nini, laini mpira hawafundishwi. Lakini twashukuru umerudi ufahamu kidogo, wa wizara ya elimu na wizara ya michezo imeshikana pamoja, na wameshaanza kuungana na shirikisho letu hivi mwaka huu nimekuwa ni na semina ni kufundisha walimu wa skuli kwa mambo ya mpira, wapata vyeti vyao, Matuga kule. mm -hmm. Wameanza sasa kwamba yaani, yani, makocha wa kisawasawa wale walimu walimu wa skuli wao na vyeti vya kisawasawa kukothi mpira na wameanza mwaka huu na tumeshafanya Kakamega na tumefanya hivi uh, matuga juzi. mm. n yani, kulikuwa na walimu wa kutoka pwani nzima walikuja pale wakafundisha mambo ya mpira. Kwa hivyo sasa tunategemea mpira u, wetu utarudi katika kiwango chake cha zamani. mm. Um, tukiendelea na wewe, kabla sijarudi kwa mzee Barafa, hii taasisi ambayo tulionayo ya Iko Wapi Zamani imeanzisha uh, shirika hili kwa jina la CB, CBO right. Sasa malengo yake ni yapi? Ama hii CBO hasa kwa wale wasiojua ni nini, waweza kutufafanulia hapo tukaelewa? Kwa ile CBO tafsiri yake ni shirika yaani la kijamii mm -hmm. la kujitegemea na kuleta maendeleo na mambo ya kuhusu mambo ya, ya, ya kijamii mingi sana kwenye society, elimu, michezo, nini, kila kitu mm. yaani maisha yaboreshwe, ndio maana yake hasa mm -hmm. ni uboreshaji wa mambo ya kijamii, ni elimu, afya, kila kitu kuhusu, ni maisha kwa ujumla, ndio ndio yeah. Sasa malengo gani mnafikiri ambayo, uh, yatatusaidia sisi kupeleka mpira huu wetu mbele. Na kama shirika, kwa kweli kuna malengo, tuna malengo ya muda mfupi mm-hmm. na malengo ya muda mrefu, na sana tunaangazia katika maeneo matatu, maeneo matatu ya kimaisha. Kwanza ni vipi tutafufua mpira wetu ambao viwango vyake vimeshuka sana <coughs> na kuna sababu nyingi ya ambao imeleta hali hiyo mm -hmm. Cha kwanza ni hicho kufufua mpira wetu, pili ni namna vipi tutawasaidia na wale wakongwe wetu ambao walileta sifa nyingi katika pwani yetu hii kwa upande kupitia kucheza mpira na kuwakilisha nchi yetu, na hivi sasa wamepuuzwa, vipi tutawapatia kidogo yaani kitu ambacho wata watafurahi waone kwamba wameenziwa, kwamba wakusahauliwa kwa juhudi zao zilizokuwa wamejitoa wamejitolea kwa moyo. Na la tatu mm, sisi tuna miradi mingi ambayo tuna, tunayo kwenye mpango wetu, lakini tunataka wafadhili hiyo ni wafadhili, ili kufadhili miradi ambayo tunayo, ya kuboresha mambo ambayo tumeangazia. Kufufua mpira inataka ufadhili, kuboresha mambo ya maisha ya watu inataka ufadhili. Kwa hivyo mipango ya muda mfupi ni hayo, na mengine tuta, kama jana tulikuwa na mkutano wetu mdogo katika wasimamizi wa wa chama chetu cha IWZ, kuna mmoja wetu ni mtaalamu wa kutafuta mambo ya kusaidia watoto kupata ufadhili, mashirika kupata ufadhili. Kuna mambo mengi ambayo yeye anaweza kusaidia kwa upande huyu. Kwa hivyo kuanzia miradi ya muda mfupi ni kufufua mpira wetu. Kwa hivi sasa tumeshirikiana sana na shirikisho letu la kusimamia mpira hapa Pwani, na tumeanza tumeanza kuangalia mambo, yani kuangalia njia ni vipi tuta tutaanza kufanya hiyo kazi ya kufufua mpira wetu. Kila mtu anajua tuna shida ya kuwa na vyama viwili hapa. Kazi ya kwanza ni kuondosha kile chama cha ambacho hakitambuliwi na shirikisho la mpira duniani. Kwa hivyo hapo kunatekana juhudi kubwa lakini shirikisho lenyewe letu hapo lazima licheze sehemu kubwa katika ku, yani, kuweka barabara safi katika jambo hili, hmm. Mzee Barafa, matatizo hasa yaliyokumba mujitamaa wetu mpira, umekwama hapa tulipo ni kama lile shimo la maji machafu, taka zimezidi, maji hayendi. Sasa tunajaribu kupiga bomba, tufanye nini ili kule kukwama kufunguke, maendeleo yapatikane. Uh, shukran shahr. Uh, tatizo the... well, kubwa ni viwanja hatuwezi kucheza kwenye popote vile viwanja, matatizo makubwa sana na sijui kwa nini ulio miaka leo, miaka 20 jambo hili halikotokea, lilitokea baada ya miaka 20 baada ya ground zetu za Mombasa ambazo zote tunazifuatiliza, stadium ambayo ndio ni stadium kubwa, ni, ni ground kubwa, lakini tuna Tononoka, tuna Shimanzi, tuna polisi zote, at one go zimeondolewa, ni kwa sababu hatusiteze mpira au I don't know the reason. Lakini hiyo ndio kwanza matatizo makubwa. Lakini kwangu mimi vile vile tatizo hili, tukisema tuongoje tupate stadium, tutakuwa muda mrefu sana. Nimezungumza nikasema action, action, action. Kwanza ni matatizo ha ya stadium yakishaondoka, hakuna ha hakutakuwa na, na, na, na chama cha cham cham cham mpira za kuongoza watoto, watateza wapi? Vyama vyote vimekwenda tatizo jingine kubwa kama ulivyosema kochi, ni vyama viwili vya mpira. Kile chama kingine kimeundwa e, kwa sababu gani? Ni kwa sababu kuharibike, kuharibike. Tukipigana FIFA itakuja itatufungia, utakuwa hakuna mipira ile problem unaoitaka, ndivyo kwa itakavyokuwa tatizo kubwa sana. Lazima tutumie akili tuteze mpira, wale hata kama wako sisi. Tushikane FKF tushikane KF. Kwa vipi? Kwanza tuanze maskuli na hili ningependa iwe ni kitengo kimoja katika Iko Wapi Zamani ya kuangalia mambo ya skuli, committee ya kuangalia zile talent za skuli ziko wapi, tufanye big ya skuli. Hata kama tutachukua watoto kutoka skuli, tutengeze ligi yetu wenyewe ya kushikana na FKF, tutengeze timu moja mbili tatu zetu za kushika na, tuzi, tuziunganishe na FKF, ikiwa moja za Kibokoni, moja ziko Mchangamo, moja ziko wapi, sisi tuziangalie na ni kwa sababu action, hatujende popote, hatujienda kwa vyama vya ku, yani kampuni za kutusaidia ziko vyama vyetu vyatuweza kusaidiwa na wao. Usifikiri hakuna hawapati haya ya kwamba kwa nini hakuna watoto wao watotoe ttaza mpira, they know, lakini hawataki kuingia.